Hili ni ngia zaili. Hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa. Hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa. Hakuna mwananchi pamoja na kukamata, ambaye labda labda, kwamba pamoja na kuwakamata, lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwaachia bila masharti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao, lakini pia tunao wawili ambao tunashiriki, tunashikilia kwa kosa la kujihusisha na kusambaza, kuhamasisha watu kujiingiza kwenye kujim mitandao ya kijamii ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikamilika, e, sheria itachukua mkono wake. Tisa hao ni walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Eh, yeah. Hawa wawili ndio ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa so, hiyo kwa jumla wake ni kama tunashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika tukapembua tukaona kwamba hawahusiki ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada ya hapo, baada ya kujadiliana, kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. hizo na na ni propaganda ambazo kwa kweli ni mojawapo, watu ambao tukiwapata tunachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna. Hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda na nini, si watu wana ndugu. Hakuna mtu aliyepita au kaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu, ndio ilitufanya tufanye kazi kwa weledi mkubwa, lakini mshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo Afande Spia Awali, kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja, ndio ilisababisha kuhakikisha kwamba mkoa umeenda kwa weredi mkubwa sana. Inaonekana kama ni kama inaonyesha ni sini haja, kwa sababu walikuwa walikuwa na miburuzo ya kama scratch, haijulikani kwa sababu pale eneo lile walikuta wale watu ni ni, tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali, bado tunaendelea kuchunguza tujue ni wapi. Haikuwa na mahusiano na suala la maandamano. mm -hmm. Ni kweli walikuta kule, lakini kwa sababu walikuwa na mipuruza ni dalili kama ni, ni tukio la ajali, lakini sasa, kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea, tunamkaribisha. Asante kamanda. Hili ni ingi zaidi, hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa, hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa hakuna mwananchi, pamoja na kukamata ambaye labda labda kwamba pamoja na kuwakamata, lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwaachia bila masharti, tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao, lakini pia tunao wawili ambao tunashiriki, tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kusambaza, kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikikamilika, sheria itachukua mkono wake. Tisa hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Hawa wawili yeah. Ndio wale, wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ku, kuha ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa jumla wake ni kama tunashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika tukapembua tukaona kwamba hawahusiki ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada ya hapo, baada ya kujaribiana kupata ulizi na usalama, ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu kwamba tuachie bure bila masharti ba. Hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni mojawapo, watu ambao tukiwapata tawachukulia, yeah, hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna. Hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa, yeah. Bahati nzuri Hospitali zipo, mnaweza mkaenda, nani? Si watu wana ndugu. Hakuna mtu aliyepita au akaje jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu, ndio ilitufanya tufanye kazi kwa weledi mkubwa, lakini nimshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo afande spia awodhi kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja ndiyo ilisababisha kuhakisha kwamba mkoa umeenda kwa weledi mkubwa sana. Kuna kama kama inaonyesha ni siri ajali kwa sababu walikuwa walikuwa na miburuzo ya kama scratch. Haijulikani kwa sababu pale eneo lile <coughs> walikuta wale watu ni ni, tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali, bado tunaendelea kuchunguza tujue ni wapi. Haikuwa na mahusiano na swala maandamano. <coughs> Ni kweli walikuta kule, lakini kwa sababu inaone, kwa sababu walikuwa na miburuzo ni dalili kama ni, ni tukio la ajali lakini sasa kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea tunamkaribisha. Asante. Kamanda,